Ni majira saa nane mchana, kengele ikiwaalika wanafunzi katika shule ya sekondari Boma iliyoko wilani Hai mkoani Kilimanjaro kurejea darasani baada ya kustaftahi. Miongoni mwao wamo wanafunzi wale wanaosoma chini ya mradi wa serikali wa kuendeleza wanafunzi walioshindwa kuendelea na masomo katika mfumo rasmi kutokana na sababu mbalimbali. Winfrida Petro Tugala na umri wa miaka 21, sasa mwenyeji wa kijiji cha Kazura Mimba, Uvinza, kaskazini magharibi mwa mkoa wa Kigoma. Historia yake inaonyesha alifaulu kuingia kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Tambu Kaleli Kigoma mwaka 2018 lakini baada ya kukosa ada akaondoka nyumbani kwao hadi mkoani Kilimanjaro na kusaka kazi ya uyaya. Alijikusanyia fedha kidogo kutokana na kazi hiyo ya mshahara wake, na ilipofika mwaka 2024 akasema yatosha, akasemezana na mwajiri wake amruhusu akajiunge na masomo ya sekondari. Sasa yupo hapa shule ya sekondari Boma akisaka elimu pamoja na wanafunzi wenzake kadhaa walioshindwa kuendelea na masomo katika mfumo rasmi. Nini, mzaliwa wa Kigoma? Nime nime nimezaliwa Kigoma, lakini huku nipo kwa ajili ya shule. Nilipata taarifa hii ya kusoma kipindi nikiwa nafanya kazi za ndani, nilikuwa nafanya kazi za ndani. Baada ya kusikia kuna programu ya kusoma, ikabidi niachane na kazi za ndani nije kusoma. Lakini nini hasa kilikuwa kini cha kusudio lake hilo? Ni kutokana na hali ya mazingira ya nyumbani, nilikuwa naona ni kwamba yani kile kipato nilichokuwa nikijipatia kwa, kwa, kwa hali ya kufanya kazi za ndani ilikuwa hakitoshi kwangu mimi kama msichana kwa mahitaji yangu binafsi. Nikasema kama nikiona wenzangu wana kama ninavyoona wengine wana mwisho wa mwezi wanapokea mshahara wanapata hela, nikaanza na mimi kama nikiachana na, na kufanya kazi za ndani nipokee elfu hamsini, elfu sitini nikaona haitanitosha kwa hiyo ikanibidi nije nije kusoma, labda baadaye nitakuwa napokea na mimi mshahara mkubwa kidogo ambao utaweza kunikidhi katika mahitaji yangu. Winfrida hayuko peke yake akiwa darasani anakutana na wanafunzi wenzake kadhaa ambao nao wana simulizi tofauti tofauti kuhusu kukatishwa masomo katika mfumo rasmi wa elimu ya sekondari kipindi namaliza shule wazazi waliugua kwa hiyo sikuwa na mtu wa kuniendeleza mimi kunipeleka mbele mimi ikabidi nisimamie mtoto yangu pale pale, pale kwa mchungaji ntakapomaliza shule ukiwa umekatisha elimu yako ukiwa una umri mdogo kuna changamoto nyingi sana mtaani kuna vishawishi kuna tamaa Nilifurahi pia kuja kuendelea na elimu yangu ya sekondari. Mpango huu unasimamiwa na halmashauri ya wilaya Hai, unalenga kuwanusuru maelfu ya vijana kutumukia katika umaskini unaotokana na kukosa maarifa. Tayari sisi kama wilaya tulishaitikia hayo na tunatekeleza na wananchi hao wameshafurahia sana, wanaendelea kupata elimu na tutaendelea kusimamia hiyo kuhakikisha kwamba e, mwanafunzi yeyote ambaye alipata pengine e, dosari kama hizo anapata elimu kwa kadri ambavyo mheshimiwa rais kimsingi aliazimia na kuhakikisha kwamba wote wanapata elimu. Mimi ni Enos Masanja, Azam News, Kilimanjaro.